Saa kumi na mbili tu mapema, tunaenda zetu kesho. Saa kumi na mbili kesho asubuhi inafika. Sasa bwana, subiri kidogo, subiri kidogo, kuna nani jambo kidogo hapa nafanya, nakuja, inakuja saa moja. Sasa bwana, subiri kwanza nishtue hata tumbo kidogo, nipate hata chai kidogo, nakuja, inakuja saa mbili subiri kidogo, saa tatu subiri, saa nne subiri Saa tano sasa, bwana mi naona tu hilo jambo tufanye kesho, sababu leo naona kuna mambo mengi nimeshaivuruga, hii siku naona tu haya mambo tufanye kesho, hilo jambo tufanye kesho, ndugu yangu, tufanye kesho. Eh, unatoa mwenyewe sababu, unatoa sababu nyingi sana za kuahirisha kazi za kuahirisha mchongo, eh, za kuahirisha mpango wenu. Kwa hiyo unadhani unamkomua nani? Eh unamkomua nani eh? Hapo unaahirisha mafanikio yako. Usichokijua, unaahirisha mafanikio yako. Acha kutoa sababu nyingi sana za kukimbia mafanikio yako, eh? hiyo kazi unayoikimbia ndio unakimbia mafanikio yako. Huo uongo unaosema huo uongo unaosema haumdanganyi au huyo unayemwambia, unajidanganya we mwenyewe, na unachelewesha mafanikio yako ndugu yangu. Uongo huo hautakusaidia kitu. Acha kutoa sababu, acha visingizio. Nenda mkafanye kazi mliokubaliana. Nenda mkafanye kazi mlishakubaliana. saa kumi na mbili amka, saa kumi na mbili nenda kajumuike na mwenzio mkafanye kazi. Unadanganya kila siku, wewe ndo umekuwa mtu wa sababu, sababu za kuahirisha kwenda kazini. Kila siku wewe una sababu, mara leo mwanangu anaumwa, mara leo mke wangu anaumwa, kesho bwana tumepata msiba, kesho kutwa Sababu ni nyingi haziishi, kila saa una, unaleta tu sababu za kutofanya kazi, unaahirisha kila saa, alafu hapo hapo unatamani mafanikio, hapo hapo unatamani kuwa na nyumba nzuri, unatamani kuwa na gari eh? unatamani kuwa na mwanamke mzuri eh? Usishangae nimemweka nimemzungumzia na, na mwanamke mzuri, naye pia ni gharama, kwa sababu kumiliki mwanamke mzuri pia anatakiwa uwe na uwezo, ni gharama, anatakiwa apate mahitaji yake kwa wakati, ndio aendelee kupendeza aendelee kuvutia kama ulivyovutiwa wewe wakati unamuona. Sasa, usipofanya kazi ndugu yangu, hivyo vitu vizuri utavipataje? Eh? Utavipataje, hivyo vitu vizuri au ndio umelizika kuvitazama tu kwa watu wengine au ndio umelizika ili baadaye uje useme Mungu mwenyewe akuamua, Mungu akupenda, wakati wewe ulikuwa mvivu unataka eh? Uje umlaumu Mungu kwenye uvivu wako kwamba Mungu akupenda, Mungu akuamua Mungu wa kuniandikia hawa. Bwana, wana bahati bwana, wenzetu hawa wana bahati. Wenzetu wameandikiwa bwana. Unajua haya maisha hata ufanyeje, ufanyeje kama sio riziki yako hujaandikiwa, huwezi kupata hata ufanyeje. Watu wanafanya kazi, mbona hawapati? Huwezi kupata hata hata watu kazi hawapati ufanyeje. Hapana ndugu yangu, hizo sababu, haya matokeo ya kushindwa, unajaribu kuhalalisha kushindwa kwako kuwe jambo la kawaida, unajaribu kuhalalisha kushindwa kwako iwe jambo ambalo linatoka kwa Mungu linatokana na Mungu eh? Hawa wamebarikiwa, familia yao wamebarikiwa, hao wenzetu hawa. Wewe hujabarikiwa? Kwani Mungu ana ubaguzi? Mungu ana ubaguzi? Mungu anawapenda watu wote, kwa sababu wote amewaumba yeye. Yeah, anawapenda wote, ana ubaguzi? Wewe uvivu wako na kuleta leta sababu sababu zisizokuwa za msingi za kuahirisha kufanya kazi ndio zilizokuleta hapo kwenye huu umasikini wako, ndio zimekufikisha hapo. Wakati mwingine tuambizane tu ukweli kulalamika sana kutosaidia kitu. Tusiukimbie ukweli, uvivu wako ndio umekufelisha. Uvivu wako ndio umekufikisha hapo. Wewe ni mtu wa sababu, kila siku mtu akutoa visingizio vya kutofanya kazi. Eh, acha acha visingizio, usiseme Mungu hajakubariki. Mungu anawapenda watu wote, hakuna watu ambao amewaandikia wapate na wengine wasipate. Watu wote wanawapenda Mungu anatambua hali ya kupata na kukosa, lakini hajampangia mtu gani apate mtu gani akose Kupata na kukosa kutotokana na we mwenyewe, jinsi utakavyokuwa. Kupata kwako kutotokana na wewe unavyokimbilia fursa, unavyojibidilisha kwenye kufanya kazi, unavyobadilisha badilisha mifumo tofauti ya kazi, unavyobadilisha mazingira ya kufanyia kazi, na unavyo focus kwenye jambo moja muda mrefu, utafanikiwa kwenye mazingira hayo, na kukosa kwako ni kinyume chake. Acha kufanya hayo mambo, we lala tu, chelewa kulala eh, chelewa kuamka. Wee, usiende kazini. Toa sababu zako kama hizo unazotoa, toa kila siku. We singizia tu kwamba leo uende kwa sababu unafua hivi. E, wewe mwanaume unaahilisha kwenda kufanya kazi siku nzima, unasema unaenda kufua. Serious, kabisa yaani. E, kufua, we kufua nguo zako we mwanaume zinakufanya uahilisha siku nzima kwenda kufanya kazi, unasema bwana, leo siji, leo nafua. Mtoto wa kiume huyo mwanaume e, unasema unafua uende kufanya kazi kwa sababu unafua? Hiyo sababu kweli ya msingi kabisa ya kukuahilisha kufanya kazi, ndugu yangu eh? wewe unafua nguo ngapi eh? unafua nguo eh? za mji mzima au unafua nguo za guest au za lodge? unafua nguo za wanafunzi za bweni nzima au unafua nguo gani hizo? Hata ya, yani hadi siku nzima uende kazini kwa sababu ya kufua. Serious, ndugu yangu. Kweli, wewe unayataka kweli, maisha yako, unayapenda kweli. Eh? Baadaye unaanza kulaumu watu. Hakuna mtu aliyebarikiwa kuliko mwingine, watu wote wamepewa baraka na Mungu, ila tu sasa kila mtu anapata matokeo kulingana na jinsi hizo baraka anavyoziendea. Kuna baadhi ya vitu unavyovifanya ndivyo unavyosogeza baraka zako, na kuna baadhi ya vitu fulani ambavyo uvifanyi ndivyo unavyosoge unavyochelewesha baraka zako. Baraka Mungu ameshaziachia, inatakiwa ukafanye kazi. Asema bisheni mtafunguliwa, ombeni mtapewa, yani hicho kitu tunachoambiwa tuombe, tutapewa, sio tuombe tu vitu tupate bure bila kazi. Yaani tufanye kazi tumuombe atubariki. Ndio anatubariki, tuombe atubariki kazi zetu, tuombe abariki kazi ya mikono yetu, tuombe abariki mashamba, abariki biashara zetu. Eh, ndio ndio hivyo vitu tunapata ndio maana kusema ombeni mtapewa, sio kuomba tu ukiwa umekaa nyumbani hapana. Eh, tuache hizo sababu, tutachelewa sana kufanikiwa. Acha hizo sababu, ombeni mtapewa, ombeni baraka za kufanya kazi, ombeni mbarikiwe kazi zenu, ombeni mbarikiwe familia zenu. Lakini lazima kwanza wewe kuna uwajibikaji kuna, kuna wajibu wako kwanza wewe wakufanya ndio baraka hizo zije. Sasa wewe ndugu yangu, naomba tu kila siku naomba, unaomba kazini, uendi kazi, kazi ufanye, unaleta sababu eh? Alafu ni mlaji mzuri sana, unakula sana, ila kufanya kazi utaki. Kitengo chakula unakula sana, ni wa kwanza unakula sana mpaka mwisho. Eh, kazi wewe utaki Kiambiwa kula wewe unawahi mapema sana. Eh, tena unachagua, unapenda vitu vizuri kula vitu vizuri vizuri na kazi ufanye. Eh? Kwa hiyo wewe unategemea hivyo vitu vinakuja tu. Wow, wao wenzako wamefanya kazi ndio maana wamenunua hivyo vitu ambavyo wewe unapenda. Hata wewe unaweza kufanya kazi na uka, ukanunua kitu unachokitaka. Ila uvivu wako ndio unao kufanya uone hayo mambo magumu. Tufanye kazi ndugu zetu. Ili jambo nalirudia rudia mara kwa mara na nitalirudia sana mpaka jamii hii kidogo ibadilike. Sisi vijana wenyewe kwa wenyewe lazima tukumbushane, lazima tukumbushane wenyewe kwa wenyewe kufanya kazi. Nitarudia sana, nitarudia sana, nitarudia sana hilo jambo mpaka, kwa sababu hilo ndio tatizo. Mtu akishakuwa na fedha, akishakuwa na uchumi mzuri, mambo mengi anaweza kuyatatua, mambo mengi anaweza kuyatatua. Atakayo yashindwa ni machache sana, ambayo hayapo sasa kwenye uwezo wa kibinadamu, lakini mambo yote ambayo yapo kwenye uwezo wa kibinadamu ukiwa na fedha unayatatua huwezi kupata shida yoyote ukiwa na, ukiwa kwenye mambo haya ya kibinadamu. Wewe jambo litakalo kutatiza ni jambo ambalo maamuzi ya Mungu. Hilo jambo labda linaamuliwa na Mungu, hakuna binadamu ambaye anaweza, ndio hilo litakushinda. Lakini jambo ambalo linafanyika na binadamu wenzako au vitu vinavyonunuliwa kwa fedha utapata vyote, ndugu yangu, ukiwa na pesa utapata vyote. Marafiki hao watakuja wengi, ndugu watakuwepo tu wengi, watakutafuta wengi kwa bidii, ukiwa na pesa wala wewe usipate tabu. Sasa hivi ya unataka kutembelea tembelea, kila mtu mtembelee, kila mtu unapoteza muda. Fanya kazi, kuwa na uchumi mzuri, kuwa na fedha, marafiki wote hawa watakufuata wenyewe, ndugu watakufuata, watajitambulisha wenyewe, utawajua ndugu zako wote ukiwa na mafanikio. Tuishie hapo ndugu yangu, nisiendelee sana, video itakuwa ndefu sana, nitawachosheni sana na nitawamalizia bando lenu la kuperuzi kwenye vitu vingine. Asanteni.